wa dhamira niliyoamua kwa sasa eh, nimesema nime lazima tujenge eh, siasa ambayo inasikilizwa ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina inaheshimiwa na kila mtu lakini tupate siasa ambayo mbunge ana, anatumia muda mwingi kuwasikiliza na kutatua changamoto za watu wa siasa. Katika muktadha wa siasa za ndani ya Chama cha Mapinduzi, CCM, kurejesha fomu ya kugombea ubunge kunakuwa ni hatua ya awali lakini muhimu sana kwa mtu yeyote anayetaka kuwania nafasi hiyo. Mtiania anapochukua na kisha kurudisha fomu yake kwa ajili ya kushiriki katika kura za maoni ndani ya chama, hata kama kuna idadi kubwa ya wanaowania nafasi hiyo, jambo hilo huibua taswira kadhaa za msingi kuhusu siasa, demokrasia ya ndani ya chama na dhamira ya kweli ya utumishi wa umma. Mwalimu Meijo Laizer ni miongoni mwa watiania wa Chama cha Mapinduzi wilaya Siha, ya Siha mkoani Kilimanjaro, aliyerudisha fomu ya kuwania uteuzi wa nani atakayepata ridhaa ya chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani mnamo Oktoba 2025, licha ya uwepo wa majina makubwa kama Agrey Mwanri, Dr. Molel na Kweka. Moja ya vitu ambavyo naamini inaamini katika falsafa e, au miongozo au kanuni za chama zinazosema kwamba binadamu wote ni sawa. Mimi binafsi e, katika wilaya ya Siha sina nongwa na mtu, na niseme tu kwamba mimi ni mtu wa watu. Mimi ni mtu ambao tunaishi vizuri, lakini namuheshimu. Na moja ya vitu ambavyo unaweza nikasema, wapo wakati wengine wanaweza akakutukana tu, akakudhalilisha, akakuona kwamba huna maana sana, lakini mi kwa namna ambavyo Mungu amenisaidia hawa watu na waheshimu na watambua lakini wamebaki kuwa na waona watu, ni watu wenye thamani. kitendo cha Meijo Laizer mnamo Juni 30 kurejesha fomu katika mazingira ya ushindani mkubwa ndani ya chama kuna ashiria ujasiri na imani binafsi ya mgombea. Aa, kwanza e, tunajua kwamba Chama cha Mapinduzi katika falsafa yake inazungumzia inasimamia katika misingi ya ujamaa na kujitegemea. Huo ni uthibitisho kwamba anaamini katika uwezo wake wa kuungwa mkono na wanachama wenzake kupitia kura za maoni. Huu ni mfano wa kiongozi anayejitokeza katika mazingira ya ushindani, sio kwa hofu au shinikizo bali kwa matumaini kwamba hoja, sifa na historia yake ya utendaji vitaweza kumweka mbele ya wengine. Kwa maana hiyo, jamii huanza kumwona kama mtu mwenye dhamira thabiti ya kuwatumikia wananchi. Mtanzania huyu mkazi wa Siha anasema kuna mambo mengi, <coughs> lakini nitasema machache. Cha kwanza kabisa, watu wanakuwa na uweledi, vijana wanafunguka. Sasa wanaona kwamba wanatakiwa waingie na wenyewe kusimamia nafasi mbalimbali, ikiwemo udiwani, ubunge, naona. Lakini sivyo tu. <coughs> Demokrasia pia ni pana, hakuna mtu anazuiliwa kuchukua labda, kutangaza nia au kuchukua fomu. E, lakini pia naona sasa mipaka imetanuka, hata pia anaweza kuzungumzia kwenye ishu ya naweza kusema kwamba utandawazi e, kuna ishu ya utandawazi kwamba sasa hivi mtu ana simu, ana marafiki, kuna contact anaweza kuwa nayo, akaamini kwamba kuna watu wanaweza pia, hata akichukua akitangaza nia, kwa namna moja nyingine inaweza kumsaidia yeye labda kufikia watu kwa haraka na vitu vingine kama hivyo. Tukio hili linaonyesha demokrasia hai ndani ya CCM linadhihirisha kuwa ndani ya chama kuna nafasi kwa wanachama mbalimbali kujitokeza kugombea nafasi za uongozi kutokana na falsafa ya chama. Kwa hiyo falsafa ya chama ni ku, ku, ku, ku, kuwaweka Watanzania eh, kuwa na dhana ya, ya, ku, ya, ku, ya kuwa pamoja kujenga ile undugu na na mshikamano, lakini kupendana, lakini pia eh, ku, ku, kutegemeana. Yaani Watanzania kwa maana ya falsafa ya Chama cha Mapinduzi kwa maana ya ujamaa na kujitegemea, ni, ni kila mmoja wetu anamtegemea mwenzake, lakini lazima tujenge undugu wa pamoja. Hali hii huondoa dhana potofu kuwa nafasi za uongozi zinapangwa au kutengwa kwa watu fulani tu. Wagombea wanapojitokeza kwa wingi na kila mmoja akirudisha fomu kwa imani na matumaini, huashiria kuwa chama kinawapa wanachama wake fursa ya kweli ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Kiongozi bora nafikiri ni yule ambaye anaheshimu kwanza, anaheshimu chama chake, lakini kiongozi, e, lakini kiongozi bora ni yule anayejitathmini, anajua kwamba amekosea au hajakosea, lakini kiongozi bora ni yule anayejali na kuheshimu watu wake. Kiongozi bora ni yule ambaye anasikiliza e, watu wake, ni mtu anayesikiliza viongozi wake, lakini ni mtu anayeheshimu taratibu, miongozo na kanuni, hasa kwenye katika mazingira ya chama. Sasa uwezi kuwa kiongozi Alafu wasikilizi wanavyozunguka. Uwezo kuwa kiongozi bora kama ukiheshimu chama chako. Sasa lazima, e, sisi viongozi tuwajibike katika mazingira, mazingira yao ili kuonyesha ya kwamba wewe ni kiongozi ambayo umeheshimika tena chama imekuheshimu lakini wananchi wa wilaya Siha, wamekuheshimu au wananchi wa taifa lako wamekuheshimu. Tatu. Hatua hii huibua taswira ya ushindani wa hoja na sera, sio wa majina au umaarufu pekee. Katika kundi lenye wagombea wengi kila mmoja hulazimika kusimama kwa hoja zake, historia ya utendaji wake na maono yake kwa jimbo analotaka kuliongoza, kama ambavyo Meijo Laizer anavyotaka kuliongoza jimbo la Siha mkoani Kilimanjaro. Kwa hiyo kwangu, kwangu mimi katika mazingira ya siasa ambazo tunazo katika wilaya ya Siha, mimi nafikiri e, kama ni mtu ambao ametumia muda wake katika uongozi wa wilaya ya Siha kuzungumzia swala la umoja na mshikamano, kukataa maswala ya ubaguzi, ya maswala ya kiitikadi, masuala ya dini na masuala ya ukabila, mimi nafikiri naweza kawa ni kinara, na kama sio kinara naweza kawa namba mbili, lakini nataka niseme eh, hakuna mwanasiasa asiyejua kwamba, eh, mimi ni mmoja wa makada ambao, eh, kwa kweli nathamini, lakini naheshimu eh, taratibu za chama, lakini naheshimu kila binadamu, kila kiongozi lakini kila ninawekanayo katika kufanya kufanya kazi. Kwa hiyo kwangu, na sio hapo kwenye chama, hata kwenye serikali ambayo mimi na, na, nafanya kazi. Ukija ofisini pale, uwezi kujua kwamba mimi ni bosi. Walimu wenzangu wanaweza akaja pale nikawasaidia na akaondoka bila kujua e, thamani yangu na kujua kwamba huyu mtu ni mtu anahuluka gani, lakini u, u, u, haya matendo um, unafanya kwa nafasi uliyopewa na Mwenyezi Mungu sababu nafasi tulizonazo za kisiasa lakini nafasi ambayo tunazo katika utumishi wa umma ni Mwenyezi Mungu ametupa hizo fursa. Kwa lazima utende haki, lakini lazima utumie fursa hii kuwasaidia wenzako ili wafikie ndoto zao, lakini kila mtu afurahie uwajibikaji na kazi za kazi alionao, hasa wale ambao unawaongoza. Kwa hiyo kurejesha fomu fom kwa Meijo Laizer katika mazingira hayo ni hatua ya mwanzo ya kujitambulisha kama kiongozi wa tofauti anayekuja na mikakati madhubuti ya maendeleo. Mbunge ni kiongozi, mbunge ni mtu anayetakiwa awe na fursa ya kuwa karibu na, na wananchi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo natamani nita, nita, nita, nita, nita, nita eh, chama changu kama itanipa ridhaa lazima niwajibike, ile taasisi ya mbunge ipate heshima yake. Lakini natamani eh, kama, kama nikipata ridhaa ndani ya chama, moja ya vitu ambavyo eh, natamani E, ni kujenga e, e, ni kuimarisha chama na moja ya vitu ambavyo natakiwa kwenye chama changu lazima tu, tuimarishe kwenye ngazi ya kata tuhakikisha kwamba e, chama kinakuwa na ofisi e, za, katika levo za kata na hiyo ni kazi ambayo mbunge anapaswa kushirikiana na chama kuwezesha chama kupata heshima yake na heshima ya chama ni kuwa na ofisi na ku, ni kuwa ni taasisi ni kujenga chama kuwa ina nguvu na taasisi kubwa ya kila mtu kila mmoja wetu ana heshima Aidha, kurejesha fomu wakati wagombea ni wengi weza pia kutoa taswira ya kufufuka kwa ari ya kisiasa ndani ya jamii. Inaonyesha kwamba nafasi ya ubunge inaonekana kuwa na uzito na mvuto wa kiutendaji. Inaweza pia kuwa ishara kwamba wananchi au wanachama wa CCM wameanza kupata ujasiri wa kujitokeza kuongoza badala ya kusubiri viongozi wachache waliokuwepo kwa muda mrefu. Moja ya vitu ambavyo natamani kama chama changu itanipa fursa ya, ya, ya, ya kupeperusha bendera, lakini nakuwa mbunge katika jimbo la Siha, lazima nipambane. Jambo la kwanza la kufanya ndani ya chama ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na ofisi kila kata, lakini moja ya jambo ambalo natamani ndani ya chama ni niku, kupokea na kusikiliza chama inasema nini. na kupokea maelekezo ya chama sababu, mimi leo nikiwa mbunge, th, e, e, dhamana niliona ni kutokana na chama kwa lazima nimsikilize kiongozi wa mwenyekiti wangu wa system, lazima nimsikilize ka, katibu wangu wa system wawila, wa wilaya, lakini lazima nisikilize kamati yangu ya siasa ya wilaya inataka ina, ina, ina, nini kwao. Moja ya vitu ambavyo inatakiwa e, tujenge ile dhana kwamba mbunge mbunge amepewa wajibu na chama, pamoja kwamba inawezekana serikali ikakupa e, wajibu, lakini wajibu ambao unapewa na serikali umepewa kwa sababu ya, ya ya, dhamana na heshima ya chama, chama chetu. Hata hivyo kuna taswira nyingine ambayo huweza kuibuka taswira ya changamoto za kisiasa. Idadi kubwa ya wagombea inaweza kuashiria mgawanyiko wa mitazamo au mapambano ya makundi ya kisiasa ndani ya chama. Meijo Laizer anaturudisha nyuma, wakati wa upepo wa kisiasa, enzi za waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Ngoyai Lowasa alipoikacha CCM na kukimbilia upinzani. Hilo ilikuwa ni changamoto kwetu na hasa kwangu pia Oona, lakini kwa sababu ya busara na heshima ya namna ambavyo tunaheshimu taratibu za chama, tumepokea maelekezo hayo na mpaka sasa tunaona e, Chama cha Mapinduzi iko imara katika wilaya ya Siha. Lakini kwangu mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, jumuiya yangu iko vizuri sana na mambo yanaenda ya, ya vizuri. Katika baadhi ya nyakati, ushindani mkubwa husababisha migogoro ya kiutawala, makundi ya kiuhasama na hata tuhuma za rushwa au upendeleo katika mchakato wa kura za maoni, kama ambavyo hivi karibuni katibu wa itikadi na uenezi wa CCM comradi Amos Makala alivyokaripia vitendo vya rushwa katika uchukuaji wa fomu za watiania, huku makatibu wa wilaya wa chama hicho wakinyoshewa kidole cha lawamu. Chama cha Mapinduzi kimeweka utaratibu wa kiasi cha shilingi elfu hamsini kuchukua fomu ya udiwani wa kiasi cha shilingi laki tano kwa kuchukua fomu ya ubunge. Ni matarajio yetu kiasi hiki kisiongezwe na mtendaji yoyote wa chama wa ngazi yoyote, na jumuiya za chama anayehusika na utoaji wa fomu kuwalazimisha watu kutoa kiwango tofauti na kile kilichoidhinishwa na vikao vya chama natoa . Katika mazingira haya, mgombea anayejipeleka mbele kwa utulivu na msimamo wa kisiasa huonekana mtu wa busara na aliye tayari kukabiliana na changamoto kwa njia ya staha na uungwana. Hii inajidhihirisha kwa Meijo Laizer. Ah, uh, kwanza mimi nafikiri uki, ikitokea kwa mfano mii leo nikawa nikawa mbunge moja ya vitu ambavyo naona e, dana a, dana lakini e, wajibu wa kiongozi ni kuhitaji sana kuwa na msikamano na, na umoja. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo mimi ni muumini sana katika, katika uongozi wangu na katika nafasi ambazo nimepata kwenye chama ni swala la msikamano na umoja. Na haya yatawezekana e, kama wewe kiongozi una dhamira hiyo. Lakini yatawezekana kama unania dhati ya kuhakikisha kwamba hiyo eh, dhamira yako unaitekeleza una, lakini unawajibika. Kwa hiyo eh, kwangu leo ikitokea, hata ikitokea leo nikawa, nikawa mbunge katika jimbo la Siha. Moja ya vitu ambavyo nita, nitafanya ya kwanza kabisa ni kutaka kuunganisha watu wa Siha. Kwa kumalizia tu, mtiania wa CCM anaporudisha fomu ya kugombea nafasi ya ubunge katika kura za maoni, hata kama waliojitokeza ni wengi, hutoa taswira ya ujasiri wa kisiasa imani katika demokrasia ya chama na utayari wa kushindana kwa hoja. Pia ni ishara kuwa ndani ya chama kuna uhuru wa kweli wa kisiasa na ushindani unaotoa fursa kwa viongozi bora kujitokeza. Swali ni moja tu, je, nini kitatokea endapo Meijo Laizer akakosa nafasi hiyo? Utakuwa mwisho wake katika siasa na uaminifu wake kwa Chama cha Mapinduzi, mimi nafikiri ndo mo, moja ya misingi na inakuambia ya mimi kubaki kwenye chama, hata wakati ule wa 2015 katika wakati mgumu sana, ambao wanassem wengi wameondoka wakaenda upinzani, mimi binafsi bado nakuwa mstahimilifu sana kwenye chama hiki. Lazima nitabaki kuheshimu chama chama, lazima nitabaki kuheshimu taratibu za chama. Kama chama utaona kwamba si stahiki, sina sifa mimi nafikiri, sitaweza kuwa nanongwa lakini najua wana CCM wananifahamu vizuri, chama changu inanifahamu vizuri, chama hiki inajua namna ambavyo nimefanya kazi kwenye chama hiki. Ni matumaini ya wengi kwamba mchakato huu unapoendeshwa kwa haki na uwazi utazaa viongozi wenye dhamira ya kweli ya kulitumikia taifa kwa moyo wa kizalendo na uwajibikaji.